Umoja wetu katika utatu mtakatifu, Mungu mmoja, chanzo na tumaini letu. Karibu mpenzi msikilizaji na msomaji wa tafakari ya neno la Mungu. Leo katika dominika hii, mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya fumbo la utatu mtakatifu. Mungu mmoja wa kweli na wa pekee amejifunua katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndilo fumbo la utatu mtakatifu ambalo mama Kanisa analiadhimisha katika dominika ya leo. hii ni fumbo la msingi la imani na la maisha ya Kikristo. Ni fumbo la Mungu ndani yake mwenyewe na ni chanzo cha mafumbo mengine yote ya imani. Utatu Mtakatifu ni fumbo la kimungu, na kwa sababu linagusa moja kwa moja undani wa Mungu mwenyewe, undani ambao mwanadamu kwa uwezo wake hawezi kuunganisha au kupambanua. Kumbe, licha ya kuwa sherehe ya kuadhimisha kiri ya imani yetu juu ya Mungu mmoja katika nafsi tatu, ni sherehe inayotualika kuielekeza akili, mioyo na utashi wetu kumwelekea Mungu ambaye hujifunua kwetu kila siku kwa maisha yetu. Huu ni wito wa kuishi maisha yetu kwa mfano wa upendo wa Utatu umoja katika utofauti, mshikamano katika hali ya kipekee na utoaji wa nafsi kwa ajili ya mwingine. Naye Roho Mtakatifu ni upendo wao, upendo usioelezeka, upendo wa ajabu na wa kina, hivi kwamba nao ni nafsi kamili kwa uwezo wake, huyo Roho Mtakatifu. Baba ameumba vyote kwa njia ya Neno wa milele, aliye hekima ya Mungu ya tangu milele, kadiri ya somo la kwanza Kristo Bwana wetu, kwa hakika. Mungu wetu aliye mmoja, mkuu, muweza, mtakatifu na wa milele ni Baba. Yesu Kristo amemtaja kama Baba katika Injili ya leo na nukuu nyingi za Kibiblia. Ni muumba, Bwana wa historia, wa nyakati. Mungu wetu ni Mwana, yupo kati yetu kama mfufuka, mshindi wa dhambi na mauti, Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu aliye Roho akijidhirisha kama nguvu ya uhai na uumbaji mpya. Asante sana, ufunuo mtakatifu uliowezesha kumjua na kumweleza Mungu walau kwa kiasi hiki kidogo. Mtakatifu Anselmo katika Menolojia yake anasema, hakuna maneno yanayostahili kueleza fumbo hili lililo kiini cha imani ya Kikristo kwa vile linagusa asili ya Mungu mwenyewe na hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote isipokuwa mwana wa pekee. Tunasadiki Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mengine ya usuyo asili yake yanabaki kuwa fumbo lisilofahamika wala kusogeleka. Basi tubakie katika kusali na kutimiza mapenzi yake hadi nyakati zitakapotimia nasi kufunuliwa na kumwona kama alivyo. Somo la kitabu cha Mithali. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijakuwako dunia. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemchemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa, alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia; alipozithibitisha mbingu na likuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake, alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi nikawa furaha yake, kila siku nikifurahi daima mbele zake, nikiifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Neno la Bwana. Yesu Kristo Mungu kweli na mtu kweli.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 Katika Injili Yesu anawaambia wafuasi wake kwamba Roho atakuja kuwaongoza katika ukweli wote. Hii ni alama ya utatu unaofanya kazi pamoja: Baba hutuma Mwana, naye Mwana anamtuma Roho, wote wakitenda kazi kwa upendo na umoja kamili. Kutoka kina na marefu na mapana ya upendo wake, tumejaliwa kuwa washirika wa fumbo la Utatu Mtakatifu kwa njia ya maisha ya utume wa Kanisa na hasa kupitia adhimisho la sakramenti kuu ya rutale, sakramenti nyinginezo na huduma nyinginezo. Ekaristia takatifu ni ufunuo dhahiri wa Mungu katika utatu wake mtukufu. Mungu Baba anavitakatifuza vipaji vya mkate na divai katika Roho Mtakatifu ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaposhiriki vema fumbo la rutale, tunafanyika washiriki wa mafumbo matakatifu kwa wokovu wa wote. Katika muktadha wa jubilei ya matumaini 2025, ni mwaliko wa kuwa watu wa matumaini katika dunia yenye migawanyiko ofu na uchungu. Katika muktadha huu, Baba ni chanzo cha uhai na matumaini wa, Mwana ni mwanga wa upendo ulio hai kwa mwanadamu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya upyaisho na mshikamano Kupitia Utatu tunaalikwa kuwa watu wa umoja, mshikamano na upya wa maisha, tukileta tumaini kwa dunia iliyovunjika. Tunapomtafakari Mwenyezi Mungu katika Utatu Mtakatifu, mosi, tujifunze kubaki tumeunganika katika umoja wa imani, kama vile somo linavyotufundisha leo, imani kwa Mungu Baba aliyetufanya wenye haki kwa ajili ya Mwana yeye Kristo, katika pendo la Mungu lililomiminwa mioyoni mwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyempokea sisi. Alafu tujifunze utendaji wa pamoja. Tazama, Mungu Baba anapanga, Mungu Mwana anatenda alichopanga na kuamua Baba huko, Roho Mtakatifu akiwezesha na kukifunua alichokipanga Baba na kutenda Mwana. Baba alichagua mwana akatukomboa, naye Roho Mtakatifu akatutia muhuri. Ikiwa nafsi za Mungu zinatenda kwa umoja hivi, zikiambatana hatua kwa hatua katika historia nzima tangu uumbaji, umwirisho, ubatizo wa Kristo Kung'ara sura kileleni Tabor, ufufuko wa Bwana, Ekarista Takatifu, agizo la mitume kuhubiri na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, maadhimisho ya Kanisa. Sisi tunaoamini yatupasa kuakisi neno hili kubwa. Tunaporuhusu migogoro, migawanyiko, ugomvi na malumbano, hatudhihirishi uwepo wa Mungu tunayemkiri tutafute njia nzuri za kuondoa migawanyiko na wakati huo huo, kukubaliana, kuheshimiana na kupokeana katika tofauti tulizo nazo. Tatu, kutoka mahusiano ya nafsi za mwenyezi Mungu, basi ubinafsi usitajwe kwetu tena, tusitende lolote kwa nia ya kujinufaisha, bali yote tuyafanyayo yalenge manufaa ya taifa la Mungu. Tusimnyanyapayi yoyote, tusimweke jirani miguuni tukimtazama kutoka juu, bali tushuke katika usawa wa kimo, bila kujali hali yake. Huyo ni ndugu, kaka na dada yako katika Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Upendo wa Baba na Mwana ndiye Roho Mtakatifu, huo unatufunika na kutuunganisha sote kujifunza kupenda kwa moyo kwa maneno machache na utendaji mwingi, upendo huuishe. Pia kuona na kushukuru mazuri ya wenzetu. Mkazo wa kitume wa Papa Leo wa kumi na nne katika ujumbe wake wa kitume kwa Jubilea amesisitiza kuwa Utatu Mtakatifu si fumbo la mbali, bali ni maisha tunayoitwa kuyaiga, kuwa watu wa huruma, wa matumaini na ushirika wa kweli. Ametilia mkazo umuhimu wa kanisa kuwa shirika la utatu, yaani kama baba likilea na kulinda, kama mwana likitoa huduma ya upendo na msamaha, kama roho likijenga umoja na kuwasha upya ari ya imani. Basi na tujinyenyekeshe na kumwabudu vema Mungu katika utatu mtakatifu, uwepo wetu mbele yake na yale tumtukuze kama sifa ipasayo. Askofu mwenye midomo ya dhahabu mtakatifu Yohane Krizostomo anasema ukiwa mbele ya madhabahu Kristo alipo hupaswi kufikiri kuwa u katikati ya watu wanaokuzunguka, ila uamini kwa dhati kabisa kwamba makundi ya malaika na malaika wakuu wamesimama kando yako muda huo wakitetemeka kwa heshima kuu mbele ya Bwana wa mbinguni na ulimwengu. Kwa hiyo uwapo wa kanisani, ukae kwa kutulia, keti katika ukimya uchaji na ibada. Utatu Mtakatifu hutufundisha kuwa ukamilifu wa maisha ya Kikristo unapatikana kwa kuishi upendo unaotokana na Mungu, unaoshirikishwa katika Mwana na unaowaka kwa njia ya Roho Mtakatifu. Katika mwaka wa Jubilei, tuwe watu wa Utatu tuliojaa matumaini, tuliojaa hali Tuliyo tayari kuishi kwa ajili ya wengine, tuliounganika katika roho mmoja. Ee Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tufundishe kuishi kwa upendo wako, tuunganishe kama familia yako, tuongoze katika ukweli na utujalie tumaini jipya kwa kila mtu tunayekutana naye. Mtume Paulo anasema Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina. Kwa niaba ya Sista Sofia Stefano Gura na Padre Richard Mjigwa, ni mimi Joseph Herman Luwela nikisema, tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristu.